Siri ya maombi yatakao kusaidia kupunguza makosa, makwazo, usahaulifu, kujikwaa, kuharibu vitu au kazi. Every time you find yourself messing up tension. Unapewa maelekezo lakini unafanya, unayakamilisha kwa shida, moyo unakuwa na unaowezeka kwa sababu yamkini labda hujaelewa vizuri huja au na hofu, lakini pia hofu ya kukamilisha maelekezo. Hiyo ina ina ina maelekezo ma yake kwenye kutokea kwenye Biblia, na inawezekana kabisa uh, ukaomba na Mungu akausaidia moyo wako ukao imara kwenye haya maeneo. Ukiangalia kwa kitabu cha Mithali sura ya kwanza, ninaongelea sura, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu pale Alafu ukija sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili naomba niwe nakuonyesha kabisa ehe, mstari wa kwanza hadi wa pili Alafu ukaja sura ya tatu ya Mithali mstari wa kwanza peke yake. Alafu ukaja Mithali sura ya nne mstari wa kwanza ehe, yes na wapili. Alafu ukaja Mithali sura ya tano mstari wa kwanza peke yake, ndio utakutana na maelekezo haya ambayo ninajaribu kukupa muda huu. Naomba nisome mstari uh, su, uh, Mithali sura ya kwanza mstari wa pili, kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu. Sikiliza kwa makini, alafu nitakuelezea baadaye. uh, uh, sura ya pili mstari wa kwanza, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatege sikio, ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate ufahamu hiyo ni sura ya pili. Sura ya tatu, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Ok, sura ya nne mstari wa kwanza mwanangu yasikilize mausia ya, ya baba yenu. Te, tega masikio. Ok, tegeni masikio mpate kufahamu. Hiyo ni sura ya nne mstari wa kwanza. Sura ya tano mstari wa kwanza mwanangu sikiliza hekima yangu tega sikio lako ms, uh, mzisikie akili zangu. So hapa kuna baadhi ya mambo ambayo ya mkini usipoonyeshwa yatakuwa yamejificha kwako, lakini ninaamini kabisa kama unataka kuwa na moyo ambao una uwezo wa kufuata maelekezo, whether wewe ni mke wa mtu, mara nyingi sana mnapishana na mme wako, anakuambia hivi, unajikuta umefanya hivi, au ni mwanafunzi au pia ni, ni ofisini kwako bosi wako akupaga maelekezo, mara umesahau, mara unakuta umefanya tofauti na alivyokuambia. Hiyo ni changamoto ya kiroho, so unaisolve pia kwa haya maombi okay, prayer point ambazo yamkini utakuwa unazitumia kwenye kuomba, utakuwa unamwomba Mungu kupitia hiyo mistari, Mungu naomba unipe moyo wa usikivu. Moyo wa usikivu huu utakusaidia kunasa maelekezo, kujua uh, kuelewa kile ambacho unaelekezwa kirahisi. Alafu pia ya point ya pili, uwezo wa kunasa maelekezo, nimeshalisema, nimeunganisha na ya kwanza, lakini pia kuongeza kiwango cha utambuzi, kiwango cha utambuzi discernment, the spirit of discernment. Ukiomba sana Mungu akusaidie moyo wako kushika maelekezo, lakini pia na kufanya kufanyia kazi maelekezo kwa usahihi zaidi lakini pia kuna rewardi ambayo unaipata nyuma yake, inaitwa the spirit of discernment. Unakuwa na moyo ambao unatambua jambo, yani unatambua maelekezo hata kabla ya kuelekezwa, yani kabla hujaambiwa ufanye, tayari wewe ulishafanya. Hiyo ni discernment. Lakini pia moyo unaoshika maelekezo, nishakwambia, moyo wa kuyakubali maelekezo hata kama ni magumu. Hiyo pia inahitaji uombee moyo wako hipo uwezo wa kuyakumbuka maelekezo. Wengi wana changamoto ya kusahau, yani ukimwelekeza tu au ukimtuma kachukua kitu fulani sokoni hivi na hivi, hujamwandikia asha sahau barabarani. Nakumbuka kipindi fulani tulikuwa tunachanganya uh, aspirin na seprin. Ukitumwa dukani, seprin, ukanunue seprin, hujua utarudi na aspirin. Yani hata kama unaimba au zamani tulikuwa tunaimba sijui aspring, madilo la, utafika kule badala ya badala, badala ya kununua Seprin ambao umeimba barabara nzima, mara unashangaa umenunua aspring. Inahitaji uwezo wa kuyakumbuka maelekezo, kwa unapoombea moyo wako, unapokea uwezo pia lakini pia uwezo wa kutambua maelekezo, kutambua maelekezo, hiyo ni muhimu pia. Lakini werevu, werevu ni ujanja, ujanja ni ule uwezo wa kuyapokea maelekezo, lakini ukafanya zaidi. Mfano, umeambiwa labda hapo uweke rangi ya ya bluu, lakini ukiangalia, mbona bluu haiendani? Mbona bluu kama vile inawaka, ina sana mbona hivyo unacheza na maelekezo. Ijapokuwa umepewa maelekezo fulani ambayo ni ya mgine in very strict, lakini ukafanya kitu ambacho huyo mtu aliyekuelekeza akija kuangalia anasema aloo, hii imekuwa ni nzuri zaidi. Huo ni werevu. So werevu well ni kufanya zaidi, eh, zaidi na zaidi ya maelekezo, eh, kunakoleta maana zaidi. Uh, tunaona Daudi alikuwa na hii kitu Samueli wa kwanza sura 18 mstari 14. Biblia inasema naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa ali pamoja naye, na Biblia inatuambia hapo mbele mpaka Sauli alimwogopa, mkuu wake wa kazi alimwogopa baada ya kuona Daudi anaweza kufanya zaidi ya maelekezo. Lakini pia uh, mstari wa mwisho uh, Isaya sura 52 mstari mstari wa 12. Biblia inasema yes, mstari wa kumi na tatu tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu naye atakuwa juu sana. Kwa hiyo kama unataka moyo wako huwe imara kwenye kufuata maelekezo na ukafanyia kazi maelekezo unayopewa na, na viongozi wako wakubwa, wako wazazi na walimu, hivo uombe moyo wako kwenye hayo maeneo. Mungu akubariki, amen.